Msemaji teza mchezo wa mwisho na licha ya kuhamisha shuka daraja. Pengine kipi ambacho unaweza kuzungumza? Ya tumepoteza lakini tumelinda heshima. Naweza kusema hivyo tumelinda heshima na wenyewe mmeona mmeshuhudia mchezo uliochezwa na hii ndio Kagera ambayo tunaijua. Kwa bahati mbaya zaidi tumeshuka daraja. Ni mchezo ambao ulikuwa hauna maamuzi yoyote katika msimamo. Tulitamani sana tuwe tunacheza michezo kama hii, lakini final destination iwe ni kwamba tunacheza playoff au tunaendelea kusalia katika ligi. Lakini tayari tumechashuka na tulitambua hilo mapema, na ndio maana tumekuja tumejiandaa, lakini maandalizi haya ya mechi dhidi ya Simba ambayo umeona leo na mechi dhidi ya Namungo ni katika kuelekea tu pre-season ya championship. Koni kwa ni kuhakikishie kwamba kikosi kama hiki ambacho kimecheza leo mechi dhidi ya Simba, asilimia zaidi ya 80 ya wachezaji tunaendelea nao championship. Kwa hiyo naamini sana kwamba msimu ujao tutakuwa mabingwa kwanza championship, alafu tutashiriki NBC tena msimu wa 2026 27. ulikuwa msimu wa namna gani kwa, kwa Kagera Sugar? Pengine ulikuwa ni msimu ambao mlilitazama hili kuzokuwa na ubora mzuri na kushindwa kuendelea kusalia ndani e, ya ligi kuu msimu ujao. Dalili tuliziona za mapema kabisa, kwa sababu e, kitu cha kwanza Kagera Sugar tumekuwa ni miongoni mwa vilabu ambavyo tumebadilisha makocha zaidi ya wa watatu. Juma Kasaja ni kocha wanne katika kikosi kimoja, si dalili nzuri sana lakini pia tulikuwa na pre-season mbovu au tulichelewa kuanza, lakini pia tukawa na maandalizi ambayo sio, sio salama sana. Hiyo tulilijua hili, tukafanya, tukafanya uh, kipindi hiko, kipindi hiko, yuko, kwa na ndio maana tukafanya mabadiliko dirisha dogo. Kipindi hiko yuko Mel Semedo, tumekuja kuachana naye tayari, ameshachukua michezo zaidi ya kumi, amecheza michezo 15 Mel Semedo na Juma Kasoja akaja kucheza huo mchezo wake wa kumi nahisi. Kitu kama, hiyo. Kwa hiyo tulichelewa kufanya maamuzi, lakini sisi ni binadamu, tunapanga na Mwenyezi Mungu pia anapanga mambo yake. Kwa hiyo hapa tulipo ni sehemu sahihi sana, na naamini inshallah, mwakani sisi ni mabingwa wa championship mwakani, mnaweza mkajitawadha tena kurejea wa ligi kuu kabisa kabisa, na nitoe tu ahadi kwamba mimi naamini mwakani tutashiriki kombe la, la, la shirikisho la FA ya CRDB tutakutana na vidabu ambavyo vilitakiwa vichuke vimebaki la, ya, ya kwa bahati mbaya, tutakutana navyo na naamini tutafika mpaka fainali ya kombe la CRB Federation Cup. Wapo wanasema kwamba mmepata bahati ya kupata mwalimu mzuri zaidi aina ya Juma Kaseja ambaye e, michezo ya jioni, lakini kutokana na changamoto ambazo ameikuta nazo klabu ya Kagera Sugar e, ameshindwa kuendeleza kusalia ndani ya ligi kuu, pengine mna hatihati hati ya kwenda kumkosa mwalimu huyu kushuka naye ndani ya e, ligi daraja la kwanza kutokana na ubora wake. Hapana, hapana, Juma Kaseja auzi na ni, ni, ni mali yetu, tumemtengeneza sisi wenyewe. Kama nakumbuka alisha kuwa mchezaji pia akaja kuwa mwalimu wa magori kipa, lakini pia sisi ndo uh, klabu ya kwanza kumwamini Juma Kaseja, wakati nyiye waandishi wa habari na wachambuzi mnaamini kabisa kwamba Juma Kaseja hastahili kuwapa eneo lile. Sisi ndo tulikuwa wa kwanza kumwamini Juma Kaseja. Kwa hiyo ametuhakikishia kwamba yupo pale na mpaka sasa hivi kikosi na kisajili yeye kwao, Juma Kaseja ni wa kwetu na hauzi, lakini uh, uh, uh, ukocha ni, ni, ni, ni biashara anaweza akaamua kwenda klabu ambayo inampa donge nono lakini kwetu sisi mkodoli, kwa matakwa ya kimkataba tayari tunaye mkononi Juma Kasiji. Kama mnaenda kutalii tu championship? Ah, siwezi kusema hivyo kwa sababu kule pia kuna vilabu ambavyo ah, ni shindani okay. Sana. Sana, yes, tunaona sasa hivi yana... kuna stendi, kuna stendi, yupo stendi ambayo sasa hivi tunaona ana muscles pia yeah. Lakini pia tunamkuta Geita na tunamsubiri kati kati ya kati ya prison au au, au Fountain Gate yeah. aut Umeona, kwa hiyo hatuwezi kusema hivyo, lakini eh, eh, kitu ambacho kitatufanya kita sisi tuendelee kusalia au tuwe mabingwa wa championship ni ku, kuimarisha kwanza kikosi. Yes, kuimarisha kikosi na kufanya tushinde kila kila michezo au tushinde michezo mingi. Kwa namna ambavyo umeitazama Simba kwa siku ya leo, ikiwa inaelekea kwenye mchezo wake wa dabi, ubora challenge ambayo mmewaonesha, unaiona ikienda kuleta ushindani kiasi gani mbele ya ambayo pengine utaenda kuitazama vizuri, umeitazama kwa michezo yake ya kwanza kwanza. nitasalia hapa nitasalia hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kusubiri 25 kama mwana michezo, nitasalia hapa Dar es Salaam na anaisubiri dabi. Na nikiwa mwana michezo napenda sana dabi ichezwe lakini kwetu sisi yani, kucheza na, na, na, na timu ambayo tayari haina cha kupoteza ni ngumu sana. Jana alizungumza eh, kocha wa Simba Matola kwamba sisi hatuna cha kupoteza. Ni kweli hatuna cha kupoteza, ndio maana hata leo na watu wa kucheza tume relax kabisa, na mchezo umekuwa mgumu. Tungekuwa na pressure ya, ya, ya, ya kutaka kwamba iza tusalie au tushuke, mchezo ungekuwa mwepesi sana kwa Simba, lakini leo hii tumeingia weupe na kweli mechi imekuwa ngumu. Asante sana.